Ikiwa ni siku nyingine tena ndani ya Umenyaga TV. Sasa unaambiwa bana, Diamond Platnumz ametumia mfano wa Meek Mill kama darasa kwa wachambuzi wa muziki Tanzania akisisitiza umuhimu wa kuwa na uelewa mpana kuhusu mikataba ya muziki. Kupitia Insta story yake, Diamond alichapisha taarifa inayoonyesha jinsi alivyoathirika kimapato licha ya kufanya kazi kwa zaidi ya miaka kumi na tatu, akipata asilimia kumi na tatu tu ya mapato yake kabla ya kuwa msanii huru amejitegemea na kumiliki kazi yake zote kwa asilimia mia moja. Diamond aliambatanisha ali taarifa hiyo na ujumbe mahususi kwa wachambuzi wa muziki nchini, akieleza kuna somo kubwa hapa kwa wachambuzi wetu Tanzania kujua uhalisia wa biashara za lebo zikoje, ili kujua mtu anapokuwa yupo kwa mkataba wa kinyonyaji ama mkataba wa fair deal. Inasaidia wachambue kwa kusaidia na kujenga industry. Ujumbe huu unaibua mjadala mpana kuhusu maarifa ya wachambuzi wa muziki katika kuelewa aina za mikataba iwe ya kinyonyaji au ya haki. Diamond anaamini kuwa kwa wachambuzi kuwa na taarifa sahihi wataweza kuchambua kwa ufasaha na kutoa mchango chanya kwa ukuaji na tasnia ya muziki. Kwa mtazamo wangu, kama mchambuzi ni muhimu pia kwa lebo za muziki kuwa na uwazi katika baadhi ya vipengele vya mikataba hasa vinavyogusa haki na maslahi ya wasanii mara nyingi wachambuzi wamekuwa wakitoa maoni kwa kutegemea taarifa zisizo kamili au za kusikia, na matokeo yake huwa ni lawama kwa lebo na kumlinda msanii. Ikiwa lebo zitaweka wazi baadhi ya vipengele vya msingi kwenye mikataba yao, itasaidia kujenga taswira halisi ya mazingira ya kazi na kuondoa dhana ya unyonyaji. Katika kipindi ambacho mjadala wa haki za wasanii na umiliki wa kazi zao unaendelea kushika kasi duniani, hatua ya Diamond inaweza kutazamwa kama wito wa mabadiliko kwenye mtazamo na uelewa wa wachambuzi na muziki Tanzania, wito wa kuchambua kwa, kwa maarifa na sio uchambuzi wa kishabiki. So Diamond Platinumz aliweza kuweka moja ya picha ha? kwenye insta story yake <coughs> kisha akaandika ujumbe ambao ulikuwa unasomeka hivi: kuna somo kubwa hapa kwa wachambuzi wetu Tanzania, kujua uhalisia wa biashara za lebo zikoje, ili kujua mtu anapokuwa yupo kwa mkataba wa kinyunyaji ama mkataba wa fair deal. Itasaidia wakichambua wachambue kwa kuisaidia na kuijenga industry. so hivi ndivyo walivyokuwa amemaliza Diamond Platinumz kuhusu ishu nzima za mikataba ya lebo, kwa maana kipindi cha nyuma kulikuwa kuna stori kwa lebo ya WCB na nyonya wasanii vitu kama hivi hapo. So hapa Diamond